Baba matunda wise twa koroshi uli ng'wigwi na watwiwa waweja nonono kwa machifu Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, Chifu Hangaya, tunakuomba sasa, baada ya baraka hii uweze kuteta kidogo na wateni wa Usukumani, na baada ya hapo utaenda kwenye tamasha kuongea na jamii. Naam Mheshimiwa Rais, kama mhifadhi alivyotuambia uh, kwamba kwa heshima na taadhima sasa uende ukazungumza mawili matatu na viongozi wenzako hapa, wanakwenda machifu walioandaliwa. Wengine wote twendeni katika eneo la tamasha, wote twendeni katika eneo la tamasha, wale machifu tu walioandaliwa. tayari viongozi mbalimbali wako tayari kwa ajili ya itifaki ya mapokezi. Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Profesa Magamba Kabudi, Mheshimiwa Naibu Waziri yuko hapa, Baba Askofu, lakini mwenyeji wetu Mkuu wa Mkoa wa Mwanza pamoja na machifu na watemi wako tayari kabisa kumpokea kwa maana ya kumlaki Chifu Hangaya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Chifu Mkuu wa Machifu Tanzania, na msafara ndio una huo unakaribia safari na, unakaribia naam. Chifu Hangaya, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawasili hivi sasa katika kituo hichi cha makumbusho ya Wasukuma Bujora, na baada ya kutembelea makumbusho haya atakwenda katika tamasha la utamaduni la Bulabo. Naam, Mheshimiwa Rais ameshawasili katika kituo cha makumbusho ya Wasukuma na tayari itifaki ya mapokezi mejiandaa kwa ajili ya kumkaribisha na kumpokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chifu Hangaya pamoja na machifu wenzake wapo tayari kumpokea kiongozi wao. Ni kituo muhimu cha kumbukumbu ya kabila la Wasukuma na hili ni jambo muhimu, sisi wa Tanzania lazima tuendeleze na kutunza tamaduni zetu na mila zetu, hasa katika wakati huu wa utandawazi. kibahatika kutembelea hapa utapata mambo mengi elimu nam Chifu Hangaya, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anateremka sasa, na kama tulivyosema viongozi wako tayari kabisa kwa ajili ya itifaki ya mapokezi e, mkuu wa mkoa wa, wa Mwanza, Mheshimiwa waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa naibu waziri, baba Askofu Mhashamu Renatus Mkwande, na kama tulivyosema pamoja na machifu e, viongozi hawa wako tayari kabisa, wanamkaribisha mwenyekiti wa Watemi e, Nyamlonda watatu katibu mkuu wa machifu Tanzania wanamkaribisha uh, pana kiongozi wao, Chifu Hangaya ndio mkuu wa machifu wote eh, Tanzania, ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Na sasa anakwenda kusaini kitabu eh, eh, wale machifu wa kujipanga pembeni, tuchukue nafasi zetu eh, eh, sawa

Asante, sante. Chifu Angaya, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu katika kituo cha kumbukumbu -kumbu, uh, wa Sukuma na hapa sasa tunakuomba kwa heshima na taadhima utaanza zoezi la kutembea uh, baadhi ya maeneo, na nimkaribishe sasa mhifadhi bwana Richard kwa ajili ya kukupa uh, maelezo mbalimbali Mheshimiwa mbali, Raisi wetu Dkt Samia Suluhu Hassan, Chifu Hangaya, karibu kwenye makumbusho haya ya Wasukuma. Kwa vile huna muda mrefu wa kutendelea hapa, basi tumeona tuweke maonyesho yetu ya vitu mbalimbali vilivyoko ndani ya haya makumbusho ya, ya wa Wasukuma. Hivi ni baadhi ya vionyeshwa ambavyo vinaonyesha namna Wasukuma walivyokuwa wakiishi, kwa hiyo ni utamaduni wao. Hapa tunaona kuna sketi ambayo ilikuwa inavaliwa na akina mama wakati wanapokuwa wanacheza ngoma zao, ni ngoma ya akina mama peke yao. Lakini tunaona hapa kuna dawa kwa ajili ya tiba kwa maradhi mbalimbali, kwa sababu kipindi cha zamani sana hatukuwa na hospitali. Lakini dawa hizo zinaweza zikawekwa ndani ya mikoba mbalimbali mbali kama wagonjwa hawakwenda kwa huyo mganga kwa hiyo na mganga anao jukumu la kumtembelea. Lakini pamoja na hayo, tuna vifaa vingine vinaendelea huku ambavyo ni vifaa vya uvuvi walivyokuwa na vitumia zamani, lakini tunao mkuki maalum kabisa na ambao ni wa halisia wa mtu mmoja mashuhuri Usukumani, alikuwa anaitwa Mwana Mwanamaui. Huu ni mkuki wake halisia kabisa, ndio na hapa hivi ni vyombo kwa ajili ya kukamlia na kunywea maziwa. Sambamba na hivyo, tuna vifaa vingine mbalimbali vya kiulinzi kama mikuki na hivyo, lakini vile vile kuna vifaa vingine vya nyumbani kama mbeleko za zamani walizokuwa wanatumia kama ngozi za wanyama kwa ajili ya kubebea watoto. Mheshimiwa, hilo ni bao mheshimiwa, ni la zamani, lakini hapa tuna vifaa vingine, chombo cha kunawia. Lakini hii ni joki kwa ajili ya ng'ombe wanaokokota plau, na hiyo ni sahani kwa ajili ya kupakulia chakula. Ni mtungi kwa ajili ya maji ya kunywa. Kuna mwiko kwa ajili ya mapishi, lakini tuna marimba kwa ajili ya burudani na hiyo ni mbereko nyingine. Tena baada ya kuwa na mahusiano na watu wa kutoka nje, walianza kupata nguo ambazo baadaye walitengeneza hizo mbereko kwa ajili ya kuelekea watoto. Lakini kwenye swala la kilimo, tuna jembe na mazao yanayopatikana. Mazao ya mwanzo kabisa ilikuwa ni mtama, lakini walivyoingia Wareno tuliweza kupata mahindi. Na wakati wanapokuwa na lima mtama wakivuna ni ni lazima mtama upigwe kutoka kwenye masuke. Kwa hiyo hiyo ni fimbo ya kupigia na picha hizi zina baadhi ya waganga na watu mbalimbali wanaoiwakilisha jamii hii ya Wasukuma, na chungu hicho basi kinaonyesha namna gani zamani waliweza kuhifadhi vyakula vyao wakiwa wameviningiza ndani ya chungu, lakini tuna kidee kwa ajili ya kuchotea maji wakati mwingine kilitumika kwa ajili ya kunywea uji. Ndani ya familia ni lazima kuwepo na ulinzi. Ulinzi si kwa ajili ya kuwa na mikuki peke yake, lakini kulikuwa na ulinzi mwingine ambao ni dawa. Hizi dawa ziliwekwa kwenye pembe za wanyama mbalimbali kwa ajili ya kulinda familia. Hiyo ilikuwa mwaka elfu moja mia tisa na sabini na picha hiyo, iwe mzungu ndiye mwanzilishi wa eneo hili, alikuwa anaitwa Padri David Clement, ee, yeah, akitokea Kanada. Kwa hiyo ni vifaa mbalimbali, Mheshimiwa, kama hivi ambavyo ni kwa ajili ya ulinzi yeah. Na baada ya watu wote kuwa wamevumya, wamenemeka vizuri ni lazima sasa wakasherekee mavuno na hizi ni ngoma zinazoonyesha burudani kwa ajili ya kusherekea hayo mavuno yao. Kwa hiyo kuna ngoma, kuna hivyo viatu vilitumika na wachezaji. Kwa hiyo kuna ngoma za aina mbalimbali kwa michezo mbalimbali tofauti tofauti, na vile vile washiriki katika michezo ambayo walikuwa na kifaa kinubi kwa ajili ya kuburudika kwa hizo ngoma mbalimbali. Mheshimiwa, hapa ni akina mama wakiwa wanaonyesha matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yanafanyika ndani ya familia zao mbali mbali na shughuli mbalimbali. Kwa ufupi sana, tukiona mama akituonyesha namna alivyokuwa na saga kabla hatujakuwa na mashine, lakini kuna mama ambaye anatengeneza siagi kutokana na maziwa mtindi, na hiyo siagi baadaye inabadilishwa kuwa katika mafuta ya ng'ombe, lakini mama hapa anatengeneza chakula kwa maana ya kwamba ni mahindi yaliyokobolewa kwa kutumia kutwanga, na mahindi haya wa baadaye yatatengenezwa chakula kizuri napenda kwa Lasukuma na kinaitwa masangu, masangu, masangu, masangu. ambayo ni makande mm. Lakini mama hapa anachambua mboga na kutengeneza mboga aina ya la msusa. Lakini familia hii inaonyesha vilevile kwamba ina watoto na mama akiwa ndio kiongozi wa kwanza katika familia. Uongozi unaanzia kwenye familia na uongozi unakuwa umekamatwa zaidi na mama. Tangu mtoto akiwa na miaka sifuri mpaka anapofikisha miaka kumi, anakuwa chini ya malezi na maongozi ya mama. Kwa hiyo inaonyesha mama vilevile kwamba ndiye hasa anayejenga uongozi ndani ya familia, lakini ndani ya jamii husika. Okay. Mheshimiwa, hapa tuna, tumeanzisha kwa ajili ya kuthamini uongozi wako, lakini kwa ajili ya kutambua kwamba katika taifa hili wewe ni mwanamke pekee na wa kwanza kuchukua haya madaraka ya urais, lakini tukifahamu wazi kabisa kwamba ndani ya Afrika mashariki na Afrika ya kati ni mmoja kati ya marais wanawake, na kwa muktadha huu tukaamua sasa sisi makumbusho tukishirikiana na watemi chini ya Wizara ya Utamaduni, Habari, Sanaa na Michezo tuanzishe makumbusho yako. Makumbusho haya yatakuwa yakionyesha hii ngozi ambayo ni uongozi wako ulio mzuri kabisa. Ni uongozi ambao hauwezi ukabugudhiwa, na yeyote anayeweza kukubugudhi basi atarauhiwa kama vile chui anavyoweza kumrarua. Kwa hiyo kuna singa hiyo ambayo inaonyesha madaraka, lakini kuna ngao na mkuki, kwa maana ya kwamba lazima kama rais unakuwa ni mlinzi na kiti chako cha enzi kwa ajili ya kuangalia mambo mbalimbali na mbali kuyafanya yote yaende sawa, Mheshimiwa, kwa sababu wewe ni mteni Hangaya. Hapa tuna ngoma za wateni mbalimbali mbali. Hizi ni ngoma za zamani sana, ngoma hizi mbili hazina chini ya miaka 200 kwa yale magogo yake, lakini hii kubwa gogo lake lina zaidi ya miaka mia tano. Na leo hii Mheshimiwa Chifu Hangaya, kwa sababu ulisimikwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja kama chifu mkuu, na machifu wa hapa Usukumani watakupatia baraka. Na hawa machifu ndio maana wameonyesha hizi ngoma zao ambazo ni ngoma pendwa kwa ajili ya utawala wao na hapa nyuma, basi tutaweza kuona mahali ambako hawa machifu walikupatia hii baraka ya uchifu kama chifu Hangaya. Kwa hiyo ramani hii inatuonyesha ni mahali gani wanapotokea hawa machifu wenzako wa hii Sukumaland, lakini vile vile tunaambao kule ambazo zinaonyesha mtiririko wa tangu chifu wa kwanza na tangu chifu wa mwisho Hizi ni baadhi tu ya hiyo mitiririko ikionyesha kwamba hata wao bado wanaendelea kukuunga mkono kama mtawala, kama chifu wao. Lakini na leo hii wataweza kupatia baraka ambayo inaonyesha ni kukubeba kwa ajili ya kwenda kuongea na watu. Karibu sana mheshimiwa, kwa ajili ya kwenda kupata baraka. Mheshimiwa Chifu Hangaya, hii ni ngoma ambazo, ni ngoma ambazo zinaonyesha uwepo wako, ngoma ambazo zinapigiwa mtemi anapokuwa nasimiko madarakani, wakati mtemi anaporejea kutoka safarini kama alikuwa amesafiri, lakini wakati mtemi anapoondoka kwenda safari ni lazima apigiwe hizi ngoma. Na wewe leo, kwa sababu utaondoka kwenye ikulu yako pamoja na hawa machifu wengine ambao watakuwa wamekubeba, basi ni heshima kubwa na taadhima kwa ajili ya kupigiwa hizi ngoma. Karibu sana. Sasa tuliobakia, twendeni katika eneo la mkutano kule kwenye tamasha la Bujora. Haya ni maongezi maalumu yatakayofanyika huku tuelekee katika